Namshukuru meneja wa ushirika na mwenyekiti ma ma ma ma ma wake ma Manjaule kama sikosei, kwa e, usimamizi mzuri wa hili jambo. Kwa hilo nasema tunawashukuru sana wa... Kwanza najitambulisha na kwa majina, naitwa Mani Black Magola ni mkulima wa zao la korosho. e, kwa kupitia hii michakato ambayo inafanyika ya kufugaiwa vitabu viwatilifu bule naona wananchi tunanufaika sana kwa kupitia hile, kwa sababu hapo nyuma miaka mitano kumi nyuma wengi walisusia kwenye hili zao, kwa sababu uwezekano wa kupata vile viwatilifu, hususan salfa na zile sumu, walikuwa wanashindwa kuvifikia, kwa sababu mahitaji yao ya pesa yalikuwa ni machache. Kwa hiyo serikali ilipoona kwamba ngoja tu wanufaishe wananchi kuwapa viwatilifu naona kwa sasa hivi hata uzalishaji unaanza kuongezeka siku hadi siku. Kwa hiyo kwa kupitia hilo, serikali naona wametazama na uzalishaji umeanza kuongezeka. Kwa hiyo nashukuru sana serikali, asante. Yeah, sana. Hii salfa wasa nilikoza shilingi ngapi huko nyuma, kabla mfumo wa ruzuku? Salfa ilikuwa uh, inauzwa elfu hamsini, elfu sitini, elfu sabini. Kwa hiyo kila, kila, kila mmoja kwa namna alivyokuwa ananunua huko anakununua kwa hiyo ilikuwa kiwango wastani ilikuwa elfu hamsini. Nataka nataka uniambie kwa hali ya leo, leo, mfuko unapata mifuko mitano sita saba saba, ina maana unapata kama laki nne na ishirini, ndio. Wakati ule ungeweza peke yako kwa moto unachukua mifuko saba kwa laki nne na ishirini, unaenda kulima kwa wakati mmoja. Yani kwa wakati ule hata mimi mwenyewe mifuko minne silikuwa sifikii kwa sababu kuna safari nakumbuka nilitoa pale laki moja nikapata mifuko miwili, yaani nikajipiga piga nikapata laki moja. Unaona, nikapata mifuko miwili. Kwa hiyo uwezo wa mifuko minne ilikuwaga kidogo mwanaume, kwa hiyo wengi tulikuwa tuifikie. Kwa hiyo leo mnalima kwa furaha, watu wanalima kwa furaha, na hata ukipita mashambani kwamba mashamba mengi watu wanafufua kienda, mashamba mengi watu wanakata nakufufua wengine wanapanda mikorosho ya kisasa Ukiambiwa tukane Rais Samia Suluhu Hassan kwamba tofauti yetu sisi na Wakenya, yes. Ukizungumzia yani Kenya kwa sababu Kenya kumiliki ardhi ni tajiri, naona no, ila sisi wa Tanzania kila mtu wa kipato cha chini anamiliki eka hamsini, sitini, mia kwa hiyo kuna utofauti mkubwa sana. Kwa hiyo hata pembejeo nani mbolea naye serikali imetia vilevile chochote kidogo, ukiwa na shilingi elfu arobaini na tano unapata mfuko wa mbolea, unaenda kutia kwenye mahindi, unaokoa. Kwa hiyo mtanzania anaweza kulala masikini leo, baada ya mvua wa kufika akawa tajiri. Hey, hey, asante sana, nashukuru kwa hilo. Natoa uh, shukrani za dhati kwa serikali yetu ambayo inaendeshwa na mama, Mama Samia Suluhu Hassan kwa mchango wake huu ambao anaotoa kwa kutuwezesha kutupa hivi viwatilifu. Kwa hiyo tunatoa shukrani sana za dhati, lakini vile vile naye waziri waziri mwenye zamana Bashe naye anasimamia kwa dhati ili zoezi nalo, namshukuru lakini vile vile we, wasimamizi wake Tamku hapa, chama chetu Tunduru kinaitwa Tamku. Kwa hiyo tuna nao tunawashukuru kwa kusimamia ili zoezi vizuri, wananchi tunapata viwatilifu kama kawaida, kama hivyo mnavyoona kwa hiyo tunashukuru tuna sana kwa kwa hilo. Pia tunashukuru chama chetu cha, cha AMCOS ningoti Mashariki, na kwa kutusimamia vizuri kama hivyo unavyoona, wanatusimamia wanatupa viwatilifu, wananchi wanapata. Kwa hiyo na wao tunawashukuru sana kwa kutusimamia vizuri. Kwa majina naitwa Mohamed Salum Nandule, ni mkazi wa kijiji cha Ngalinde katika wilaya ya Tunduru, kata ya Mchangani. Mimi kwa ujumla niseme tu kwamba mheshimiwa rais Mama Samia Suluhu Hassan tunamshukuru kwa sababu sisi kama wakulima katika fursa hii ambayo tulikuwa tuna, tunapewa ni fursa ambayo inatusaidia wakulima kutokana na changamoto mbalimbali ambayo tunazopitia. Kwa sababu kuna kuna changamoto nyingi. Kipindi kile cha mauzo ya, ya korosho, mkulima anapoambiwa kwamba tunze pesa, alafu baada muda fulani aenda kanunue korosho akanunue salfa, yani pembejeo, maana yake inakuwa ni mtihani waliokuwa wengi, kwa hiyo hawezi kuweza kumiliki hicho kitu na kutunza hiyo fursa lakini sasa huyu mama baada ya kusimama kwake na kuanza kujitoa kwa wananchi wake, mimi kwa, kwa, kwa, kwa, kwa fursa ambayo hiye mama anajitoa, nasema kwamba tunamshukuru kwa wakulima wale walipata vidogo vidogo, yaani tunamshukuru kwa busara zake na tunamuomba kwa hekima na busara, ili jambo aendelee tena kulikuza mbele zaidi, hata kama kawa mitando tunayompa tena, namaliza lakini, ili jambo kwa yoyote aweze kuiga nawiza huyu mama tunashukuru sana kwa wakulima kwa hiki tunachofanyiwa, kwa sababu dawa kama dawa, sasa hivi tuchukue sisi labda tuchukue katika thamani ya mauzo kwa kwa, kwa wafanyabiashara ambao wanauza wao kwa kwa rejareja, hakuna mkulima yote ambaye anaweza kwenda kupata dawa kama hizi kwa thamani ambayo anaitoa huyu mama. Kwa hiyo mimi nashukuru kwamba huyu mama aendelee tena, na Mungu ampe pumzi na aendelee tena kutuwezesha tena wakulima, hata kama mitano hii itapita, lakini kwa yote atakaye kuja basi aige hiyo nyayo hizo huyu mama, na vile vile tuwashukuru viongozi wote, kwa sababu huyu mama yuko yeye, lakini ana bodi zake ambayo kuna mawaziri wale wa wa eneo husika kuna mawaziri wa kilimo wa, wa, wa, wa ambao wote wa wanapitia maafisa ushirika na mawaziri wanaopitia kwenye vyama vya msingi ushirika. Kwa hiyo pia wanapokaa kujadili hili jambo, mimi naomba na huyu mama, hata kama atamaliza mitano na wengine wanaokuja, wampe fursa huyo mtu akajaribu kukaa naye, wamshauri waendelee ile wazo kutunga mkono wananchi wa wilaya ya Tunduru. Asante we mama jo jo, uone nchi ilivyobadilika Tanzania ya leo.